Mheshimiwa mwenyekiti, jimbo la Micheweni ni miongoni mwa majimbo 50 yaliyofanya uchaguzi wa tarehe 28 na 29. Uchaguzi wa tarehe 28 yaliyotokea ni vikosi vya SMZ kupiga kura zaidi ya mara tano hadi saba vikiwamo KVZ, lakini pia jeshi la JWTZ kuwashuhudia wakiwa na magari yao kuja kuteremsha jeshi kwa ajili ya kupiga kura ya mapema, wakati ndani ya jimbo la Micheweni hatuna kituo chochote cha JWTZ ndani ya jimbo la Micheweni, lakini waliletwa. Lakini baya zaidi, kama ilivyoada, tulikuwa na wapiga kura wa mapema elfu moja na mia tano na nne ndani ya jimbo la Micheweni. Kwa bahati njema, kwa mfano tu, kituo cha Shumba mjini kilikuwa na wapiga kura ya mapema sita, lakini waliopiga kura zaidi ya watu mia mbili siku ya kura ya mapema Mheshimiwa. <laughs> Mwenyekiti kadri sisi ma, mawakala na viongozi tuliokuwepo kwenye kura ya mapema, tulipohoji kama huyu kashapiga kura tuliambiwa hakuna mamlaka ya kuhoji, na mawakala wangu ilikuwa wakihoji wanatolewa nje. Mheshimiwa mwenyekiti, mimi binafsi majira ya saa nne asubuhi nilimshuhudia mwanamme ambaye alikuwa kavalia nguo za KVZ akiwa na kitambulisho cha kike, na nikakikamata, lakini polisi waliokuwepo nikawaita, lakini hakuna hatua yoyote iliyochukuliwa. Huo ilikuwa ni mfano tu miongoni mwa mifano ambayo nilishuhudia muda huo. Kama ilivyo ada, zoezi liliendelea hadi muda wa kufungwa kwa kituo cha kupigia kura, kwa sababu siku ile kituo kilikuwa kimoja. Lakini kama ulivyoagiza, kama kura zihesabiwe baada ya kupigwa tu, ilo jambo halikuwepo, na wala hawakuwa na mashirikiano yoyote, kwa hiyo kura hazikuhesabiwa mawakala wangu waliendelea kulala na kura kituoni, lakini majira ya saa sita usiku vituo vilitawanya kura kila mmoja kwenye shehia ya, yake. Siku ya pili ya tarehe 29, tarehe 29 kura za kura ya mapema hazikuhesabiwa. Baadhi ya vituo vilivyo viki ndani ya jimbo la Micheweni vituo vilifunguliwa, watu wakaendelea kupiga kura kwa jinsi ya utaratibu uliokuwepo pale mapema, lakini baadaye zoezi la kupiga kura nalo likaharibika kwa kuletwa watu wale wale waliopiga kura tarehe 28. Tofauti ni kwamba siku ile walikuwa na uniform, siku ya tarehe 29 hawakuvalishwa uniform. Mheshimiwa Mwenyekiti, jambo la kusikitisha kwenye jambo hili ni pale watu walipojitolea nguvu zao kwa ajili ya kuwazuia watu wasipige kura lakini vyombo vya ulinzi na usalama ndivyo vilivyosimamia kuhakikisha watu wale wamewarejesha kwenye vituo na kuendelea kupiga kura. Kazi hiyo ilisimamiwa ni DSO wa wilaya ya Micheweni. Mheshimiwa mwenyekiti, kadri tulipoendelea kumwambia na kumwambia afisa wa chaguzi wa jimbo, yanayoendelea si haki lakini aliendelea kutuambia kama mtalalamika baadaye, lakini zaidi tuliendelea kutishwa. Kwa hiyo vitisho vilikuwa vingi, hilo lilikuwa ndio zoezi la kura lilioenda. Muda wa kufunga vituo, Mheshimiwa mwenyekiti, vituo vilifungwa saa kumi, lakini vilifungwa vituo tu, kwamba watu wasipige kura. maafisa wa tume ya uchaguzi ambayo kila kituo kimoja ndani ya jimbo la Micheweni na shehia saba, kila kituo kimoja kilikuwa na mwanajeshi ambaye ilikuwa ni msimamizi mkuu wa hicho kituo, na kila kituturi kimoja kilikuwa na KVZ au watu wa serikali wasiopungua wawili au watatu ambao ndo walikuwa ni wasimamizi wa kura. Kwa hiyo baada ya zoezi kufungwa, kura ziliendelea kupigwa ni wasimamizi wa uchaguzi, sio moja wala mbili wala tatu wala nne, ilikuwa ni uwezo wa mtu binafsi. Kwa mfano, kituo namba tatu, Micheweni, msimamizi wa uchaguzi alipiga kura mpaka akawagawia mawakala wote waliokuwemo kwenye kituo, wakala wetu sisi akapewa kura 14. Mheshimiwa, zoezi la kuhesabu kura, zoezi la kuhesabu kura, hakuna kituo chochote ambacho jimbo la Micheweni kura walizihesabu na kutupa fomu. Kwa mfano mimi nilikuweko Shumba Mjini, lakini yako ambao nilishuhudia. Hata tulipodai fomu walituambia bado hawana maelezo kutoka juu. Hakukuwa na utaratibu wowote wa, wa kutupa fomu ya aina yoyote ambayo ilikuwa ina mahusiano na kura kwa mujibu wa sheria za uchaguzi na Tume ya Uchaguzi ya Zanzibar kwa mantiki hiyo walichokifanya mawakala yako, baadhi ya matokeo ambayo waliyapata wao binafsi, lakini si ya fomu ambayo ilikuwa ni uhalisia wa uchaguzi. Baya zaidi mheshimiwa mwenyekiti, wakati kura zinahesabiwa, mgombea wa uwakilishi wa jimbo la Micheweni wa Chama cha Mapinduzi alikuwa anakaa kwenye meza huku akiwa na kura mfukoni na akikakanya kwenye sehemu ya kuhesabia kura. Hayo tuliyashuhudia kwa macho kwa hiyo vituo hiyo ndio hali ambayo ilikuwa ndani ya jimbo la Micheweni. Hadi tunavyozungumza hakuna matokeo halisi ambayo tuliyapata ndani ya jimbo la Micheweni. Pamoja na yote hayo, tuna imani jimbo la Micheweni miongoni mwa majimbo ambayo yatarudi kwetu mapema.